Ya watu kupotea watu kutekwa watu polisi ku, watu kuogopa polisi, hili ni jambo ambalo halipaswi ha, haipaswi sisi Watanzania litufikishe kwenye kuuana, wala halipaswi litufikishe kwenye hatua, kwa sababu sote tunakubaliana, wahalifu wanatakiwa kama tu, sote tunakubaliana, watu wote Tanzania nzima tunakubaliana, wahalifu wanatakiwa kama Tume, tumejiwekea sheria. Kama tunaona utaratibu tunaotumia umetufikisha kutokuaminiana utaratibu tunaotumia umetufikisha kwenye kuleta mashaka, kwenye kuleta taharuki. Ndio maana Mheshimiwa Rais ameunda tume, kwamba hiki ni kimojawapo. Mwenyekiti unasema watu wanakilalamikia. Tume, Mheshimiwa Rais ameunda tume kujumuisha vyote kuhusu tumefikaje hapo. Mheshimiwa Rais ameunda tume ya, uh, very senior citizens na naamini na, na, na, hili ni jambo la sisi kukubaliana tu si, si jambo la kutufikisha tu, kwa sababu in principle wote tunakubaliana kwamba muhalifu anatakiwa akamatwe, anatakiwa afikishwe kwenye vyombo vya dola na, na anakuwa salama. Kama kuna utaratibu umekuwa ukileta mashaka, Mheshimiwa Rais ameunda tume ya kuangalia the whole thing, na haya ni mambo ya kuboresha ili tuweze kuhakikisha kwamba tunaondokana na mambo hayo ya mashaka kuhusu eh, kuhusu watu, watu kutekwa watu kupotea. Jamani, tunafanya vibaya eneo moja tu, tunafanya vibaya eneo moja tu ambao ndo tumeshafikishwa hapo, tumeshafikishwa hapo, tunapoona madhara yakimpata mwenzetu, ni jambo la polisi, jambo la serikali. Hii ya kutilia mashaka nimeshaiongelea inayohusisha mtu kafikishwa kabisa kwenye, kwenye polisi, hiyo tumeshaongelea. Ni mambo ya kuyaboresha, si mambo ya kutufanya tuchome moto nchi. Ni mambo yatukubaliane, kwa sababu sheria tumejiwekea wenyewe. Ndio maana Mheshimiwa Rais ameunda tume, naamini red na e, e, kabla ajapiga hatua yeyote, mwenyekiti wa serikali yake ya kijiji ajue na ndugu yake ajue ya jambo Tanzania, e, Tanzania. Ndio maana Mheshimiwa Rais ameunda tume.